Mtu baba lakini, kuna, kuna, mwam, kuna, kuna kijana mmoja ambaye Roho wa Mungu anakaa ndani yake, anasema ndoto ile ambayo ilikuwa imewasumbua nchi nzima, wachawi wote na waganga wameshindwa. Hii ndoto inazungumzia nini inazungumzia? Ya ya ya ya sanamu chuma, sanamu ya udongo. Bwana bwana bwana bwana, Yesu Yesu Yesu Yesu, amen, tafadhali amina. Cha mwanzo Yusufu nchi utumwa, akiwa gerezani gerezani gerezani gerezani gerezani, alikuwa gerezani. alikuwa gerezani. alikuwa wapi? Anaota ndoto ndoto ndoto, na ile ndoto, mwanzoni, wote, na ile kama nilivyosema washawi wote wote, watu wanaitwa na wakashindwa, lakini akasema kuna mtu mmoja pale pale gerezani huyu aarii anakaa ndani yake tafsiri ya nini ndoto? Kweli baada ya kuja Yusufu anatoa tafsiri ya ndoto, na baada ya hapo nani nguvu aa

Wanavumbua kompyuta leo hii, ni nini ni bilioni ni trilioni ya dunia, wao sasa sifiwe sana Lakini pia Yusuf na Daniel, sawa, wana tafasiri ndoto, wajia kwa nguvu ya, ya Roho Mtakatifu, watu wao gerezani na kuwa nani na kuwa mawaziri wakuu. Pigie Bwana Yesu makofi tafadhali, amina. Pigie Bwana Yesu makofi tafadhali, amen, amen. Tunaenda sasa sehemu ya mwisho kabisa, amina amina, sehemu ya mwisho. Roho Mtakatifu ndiye chanzo cha ujasiri na imani thabiti mbele za Mungu amen n kishaingia ndani yako unakuwa na, unakuwa na ujasiri, sokawa, kawaida